Siku mbili tu baada ya wakazi wa Seregeya kaunti ndogo ya Likuyani kushiriki maandamano, kulalamikia utovu wa usalama katika eneo hilo, mfanyabiashara katika soko la Lugulu kata ya Mawe Tatu, anauguza majeraha mabaya hospitalini, baada ya kukatwakatwa kwa panga, baada yake kuvamiwa na kuporwa na majambazi nyakati za usiku. Joseph Amunyo Otieno anatupa taarifa kamili <tipulio> Kulingana na baadhi ya wa wakazi wa soko la Lugulu, mfanyibiashara Evans Kataka alivamiwa na kuporwa na baadaye kujeruhiwa vibaya na genge hilo ambalo nadaiwa kuendesha operesheni zake usiku wa manane. Alisikia nduru. Alipiga nduru moja tu na tukasense maybe kuna danger nje. Tulipotoka tukampata anatembea kwa barabara na anamwaga damu nyingi. Kwa masaa ya saa saba nikatoka kukuja kufika hapa, watu wamejaa. Kuja kuingia kwa nyumba, napata shemeji yangu amekatakata, damu ni mwili mzima, hakuna mahali anaonekana. Akitaka kukuangalia atoe damu hivi, na mkono ndi akuone hii. Nikatafuta gari nikamkimbiza hospitali ile Likuyani, akajaribu kutibiwa kidogo, but arifaliwa aende rifaro asubuhi ya leo ampelekwa theata ila aliumizwa sana, alikatwa kichwa, alikatwa mgongo, mkono na vidole zake pia. Majambazi hawa wanadaiwa kupora pesa taslim, rununu, runinga, miongoni mwa bidhaa mbalimbali za dukani. Ameibiwa kwa sanduku ya Mpesa wameiba shilingi elfu ishirini na moja na ile ilikuwa kakaunda kando, ajui ilikuwa ngapi. Wameba simu zake mbili na televisheni yake ya Delight alikuwa analipia hizo, ndio anajua. Sofa kwa duka huko mbele, ajui ni vitu gani waliiba kabisa, kwani mwenyewe alikuwa amechanganyikiwa kabisa, yani akuwa anajielewa kabisa ali hapa. Lugulu kumekuwa kubaya, tunaomba tu usalama tafadhali, serikali itusaidie upande wa usalama, kwa sababu sasa kumekuwa ni vitendo vya kinyama vinafanyika. Jana kuna mtu alipita kwa hii area na nguo amevaa kofia nyeusi na koti nyeusi na ajulikani mm. Akaulizwa, na wewe ni nani? na hakujibu mtu yoyote, na akurozi njia kuingia kwa Evansi hapa, na tumjui ni nani wamesidi. Kwa hivyo serikali kuwa macho kwa sisi, heri ya Ruguru, yes. Kwa sababu majambazi wamesidi sana jameni. Wakazi hawa sasa wanaendelea kuanyoshea kidole cha lawama maafisa wa usalama eneo hili, wakidai wanastahili kupewa uhamisho kutokana na utendakazi duni na hiyo shida kuingiliwa kila mara Saa saba ya usiku kuna pikipiki inapitanga hapa, tukijaribu kupiga simu hawatusaidii. Kwa hivyo hii kitu ningeomba watu badilishie wale maskari wenye wako hapa, sababu hawatusaidii. Kijana kama huyu amekatwa katwa, alikuwa anajitafutia familia yake, ndio huyu, hatujui atapona ama kutaendaje na tuna usalama. Ni maana gani sisi kuwa na police station ya Lugulu? Tangu saa saba ya usiku hadi mchana wa saa tano saa sita ndio maafisa wa polisi wanakuja kuchukua ripoti. Tumehuzunika sana na tunaomba kama tunaweza zaidiwa ama maafisa wa polisi waweze kutolewa katika hiki kituo, ili tuletewa wengine, maanake hawa ni kama wanafata saa mambo ya pombe sana, lakini upande wa usalama area iko katika hatarini. Joseph Amnyotieno Westv Likuyani, Kaunti ya Kakamega. <coughs>